Katika safari yetu ya hekima kupitia kitabu cha Mithali, tunafika mahali ambapo Solomoni anabadilisha mwelekeo wa umakini wetu. Ametumia karibu sura tatu akielezea uhe, hatari za uasherati akitopatia picha ya mwanamke asiye na maadili uhe, akimwalika kijana asiye na maadili kutenda dhambi. Sasa tuko hapa katika sura ya nane na Solemani anatumia mwanamke mwingine kama mfano, na yeye pia anatoa mialiko, lakini wakati huu ni mwaliko mzuri wa kukubali, na hiyo ni kwa sababu jina lake ni Hekima. Hivi ndivyo sura ya nane inavyoanza: Je, hekima haipigi kelele? Je, ufahamu hawinui sauti yake? Juu ya vilima, kando ya njia, kwenye njia panda anasimama kando ya malango mbele ya mbele mji anapaza sauti yake. Hivyo basi hapa, yupo Bibi Hekima wa kusema hivyo katika sehemu maarufu kwenye njia panda yenye shughuli nyingi u uh, kwenye malango ya mji na anawaita watu wanapopita. Kweli anasema nini wakati anapiga simu? Aya, uh, nne inatuambia kwenu enyi watu ninaita, na kilio changu ni kwa watoto wa mwanadamu, eni wapumbavu jifunzeni busara, eni wapumbavu jifunzeni akili. Sasa katika Biblia mtu mwepesi ni mnyonge, mpumbavu ni mkaidi na asiyeweza kufundishwa. Hivyo basi hekima anawaalika wote kuja kwenye darasa lake. Ni ni bure kabisa, hakuna ada ya usajili, hakuna ada ya masomo. Solomoni anatueleza hapa kwamba anafundisha kozi kama busara mia mia moja na moja akili ya kawaida mia moja na mbili kweli busara. Kwa njia ni neno la kufikiri kwa uwazi na akili ya kawaida ni kile tunachoweza kuita utambuzi wa vitendo. Sasa zote hizi mbili zinachangia maisha yenye manufaa na yenye tija. Sasa ufuatia mwaliko huu kutoka kwa Bibi Hekima, tunakumbushwa jinsi alivyo wa thamani na kwa kuanzia tunaambiwa hapa kwamba hekima inazalisha maisha ya kumcha Mungu. Anasema hapa katika mstari wa sita, nitasema mambo ya heshima na kutoka midomoni mwangu yatatoka yaliyo sawa, kwa maana kinywa changu kitatoa ukweli. Kwa maneno mengine, Bibi Hekima hatamwongoza mtu yeyote kupotea. Sasa maneno ya hekima hapa katika mstari wa tisa ni moja pamoja kwa yule anayefahamu na sawa kwa wale wanaopata maarifa. Atakuweka sawa, atakuweka sawa, atakusaidia kutembea katika mstari ulionyoka na kwenye njia sahihi katika dunia iliyopotoka sana. Sasa mstari wa kumi na mbili unaongeza kwamba hekima inatoa maarifa na busara. Hapa maneno haya yanahusiana na uwezo wako wa kupanga kwa busara katika kufikia malengo sahihi, na hilo ni muhimu sana, kwa sababu uwa na malengo aku kufanyi uwe sahihi au kuyafanya yawe sahihi. Unajua, mwizi wa benki anaweza kuwa na lengo la kuiba benki moja kwa siku, hilo halifanyi kuwa sahihi. Mtu mvivu anaweza kuwa na lengo la kuepuka kazi kadri inavyowezekana. Wana malengo, lakini malengo yao ni ni makosa kabisa. Hekima Sulemani anaonyesha hapa katika mstari wa kumi na tatu inakuepusha na kuweka malengo yasiyo sahihi, malengo ya dhambi. Sasa pia tunaambiwa hapa kwamba mtu mwenye hekima ataadhiri watu kwa njia sahihi, yaani hekima yako itawaadhiri watu wengine. Kwa kweli, hekima siyo ya wewe kujiwekea mwenyewe. Sulemani anaandika hapa katika mistari ya 15 na 16 kwamba hekima itawawezesha viongozi wa kisiasa kutawala kwa usahihi. Anaandika, kwa mimi, yaani hekima, watawala wanatoa amri za haki, kwa mimi wakuu wanatawala na wakuu wote wanaotawala kwa haki. Je, umewahi kufikiria kuhusu ukweli kwamba uongozi mzuri unategemea hekima ya kiungu? Unajua, sababu dunia yetu imevurugika sana ni kwa sababu tunakosa viongozi wa kiungu. Tuna viongozi wengi sana katika ulimwengu wa biashara ulimwengu wa kifedha, ulimwengu wa kijamii, ulimwengu wa kisiasa, wakifanya maamuzi yasiyo na hekima. Kwa nini? Kwa sababu kiini chake, wanakataa kuchukua masomo haya kutoka kwa Bibi Hekima. Wamekataa hekima ya neno la Mungu. Kwa hivyo faida ya kwanza ya kujifunza kutoka kwa hekima ni kwamba inazalisha maisha ya kiungu. Sasa faida inayofuata eh, ni hii hekima inaongoza kwa udhamini kiungu. Wacha nikuambie ninachomaanisha hekima ni sifa ya tabia ya Mungu, ni ni jinsi Mungu alivyo na ni kile Mungu anachofanya. Haiwezekani kutenganisha Mungu na hekima na na hekima na hekima Mungu. Sasa Sulemani anaonyesha hilo kwa kutuonyesha jinsi hekima ilivyohusishwa na eh uumbaji wa ulimwengu, hapa katika aya ya 25 kabla milima haijaundwa kabla ya vilima mimi, yaani hekima, nililetwa. Kabla hajafanya dunia na mashamba yake, au mavumbi ya kwanza ya ulimwengu. Alipoweka mbingu, mimi hekima nilikuwepo, alipofanya anga imara juu alipoweka chemchemi za vilindi, alipoweka mipaka kwa bahari, ili maji yasivuke amri yake, alipoweka misingi ya dunia, ndipo mimi hekima nilikuwa kando yake kama fundi mkuu, na nilikuwa furaha yake kila siku. Hiyo ni kweli kabisa, wapendwa. Kwa kweli, angalia tu pande zote, hekima ya Mungu inaonyeshwa kupitia uumbaji wake, na wewe kama mfuasi wa Mungu unapata kudhamini na na kweli kufurahia uumbaji wake wa ajabu kwa njia ambayo asiamini hataweza kamwe, kwa sababu wanamkataa Mungu muumba. Sasa, katika sura ya tisa Sulemani anatueleza kwamba Bibi Hekima anajiandaa kuandaa karamu, anapanga meza yake, anatuma e eh, zile e, kadi za mwaliko za kupendeza kwa ajili ya karamu. Tunaposoma hapa, mwaliko unaanza katika mstari wa nne: yeyote aliyemjinga na ageuke hapa njo, kula mkate wangu na unywe divai niliyotengeneza, acha njia zako za kijinga na uishi na utembee katika njia ya ufahamu. Ni mwaliko mzuri kiasi gani! Sasa Sulemani anatupa mifano ya majibu eya, hapa kwa mwaliko wa Bibi Hekima. Kwa mfano, hapa katika mstari wa saba kuna kundi la wenye dhihaka wanaocheka wazo la kuhitaji hekima. Wanadhihaki mafunzo ya kimaadili ya hekima, yaani, yeye ni wa kizamani sana. Akili zao zimefungwa kweli ni bure kujaribu kuwashawishi. Mstari wa nane unasema, kwa kweli usimkanye mwenye dhihaka au atakuchukia. Yeye kwa kweli anachukia mwaliko huo. Sasa, kwa bahati nzuri, watu wengine watajibu kwa njia chanya. Hapa kuna ahadi iliyotolewa kwao wanaofanya hivyo katika mstari wa tisa hii. Mpe maelekezo mtu mwenye hekima, tutampa mwaliko naye atakuwa na hekima zaidi. Mfundishe mtu mwenye haki naye ataongeza maarifa kwa urahisi. Mtu mwenye hekima ambaye yuko tayari kuwa karibu na Bibi Hekima, basi atakuwa na hekima zaidi, atavuna manufaa ya kuishi maisha sahihi. Sasa katika hatua hii, hapa Sulemani anatambulisha kwetu mwanamke mwingine. Jina la mwanamke huyu ni Upumbavu, na sasa Sulemani atalinganisha njia zake na njia za Bibi Hekima. Anamwelezea bibi upumbavu hapa katika mstari wa kumi na tatu. Mwanamke upumbavu ni mwenye kelele, yeye ni mshawishi na ajui chochote, lakini nataka uone kadi zake za mwaliko zinafanana sana. Katika mstari wa kumi na sita bibi upumbavu anasema, yeyote aliye mjinga na ageukie hapa. Hivyo ndivyo bibi hekima alisema. Ni kama vile mchapishaji alifanya makosa na kuchapisha kadi za mwaliko sawa, lakini na anwani tofauti ya kurudi kwa ajili ya karamu ya chakula cha jioni. Ndiyo, inasikika sawa, lakini ukishaingia ndani ya chumba cha kulia chakula kitakuwa tofauti sana. Unaona, Ladi Foli hajatayarisha chakula kizuri. Tunaambiwa hapa katika mstari wa kumi na saba kwamba ameandaa meza yake na maji yaliyoibwa ambayo ni matamu anaahidi kwamba mkate ulioliwa kwa siri eh, utakuwa mtamu. Kwa maneno mengine, ameandaa karamu ya chakula kilichoibwa. Anawajaribu wageni wake wa chakula cha jioni na vitu ambavyo vimekatazwa na Mungu. Maneno yaliyotumika hapa kwa maji yaliyoibwa na na mkate ulioliwa kwa siri, kwa kweli yanarejelea uasherati, kushiriki kitu ambacho si mali yako halali A, lakini lakini hebu ni kwambie, wageni wake wa chakula cha jioni wanafikiri kwamba hapa ndipo mahali pa kuwa, hiki ndicho menyu walichokuwa wakisubiri. Sasa Sulemani anafunua pazia la wakati na kufichua hatari ya giza. Inasema hapa katika mstari wa 18, lakini yeye mgeni wa chakula cha jioni, yani hajui kwamba wafu wako pale, kwamba wageni wake wako katika kina cha Sheol yani kaburi. Kwa maneno mengine, hawafurahii karamu ambayo italeta kuridhika, ambayo italeta uhai. Wanacheza na hukumu, ah, wanakula chakula cha jioni na kifo. Kwa hivyo tofauti katika Mithali sura ya nane na Mithali sura ya tisa kati ya Bibi Hekima na uhai na Bibi Upumbavu na kifo. Basi huo ndio uchaguzi kati ya hawa wawili, na ni wazi kabisa. Kwa hivyo kuwa makini. Unapopata mwaliko, hakikisha kwamba utakuelekeza kwenye nyumba ya hekima. Hapo ndipo utakapopata uhai, na uhai unaostahili uishiwa. Basi hadi safari yetu ya hekima inayofuata, wapendwa, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nanyi nyote. Pamina.